Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amethibitisha kumshikilia Rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kufuatia taarifa iliyotolewa katika kurasa mbalimbali za serikali ya Marekani, zimeeleza kwamba Marekani imefanikiwa kutekeleza shambulio kubwa dhidi ya Venezuela na kiongozi wake Rais Nicolas Maduro ambaye amekamatwa pamoja na mkewe na kusafirishwa nje ya nchi. Operesheni hii ilifanywa kwa kushirikiana na wakala wa utekelezaji wa sheria ya Marekani. Maelezo zaidi yatatolewa; kutakuwa na mkutano wa habari hii leo majira ya saa tano kamili za asubuhi. Kumekuwepo na msuguano wa hivi karibuni baina ya taifa la Marekani kupitia kwa viongozi wake pamoja na serikali ya Nicolas Maduro wa Venezuela. Mwishoni mwa mwaka 2025, Trump aliongeza shinikizo dhidi ya utawala wa Maduro akilenga biashara ya dawa za kulevya, mafuta na madai ya ugaidi wa dawa za kulevya. Ripoti zinaonyesha Trump alitoa amri ya mwisho kwa Maduro kujiuzuru mara moja na kuondoka nchini pamoja na familia yake, lakini Maduro alikataa umbilo. Maduro alielezea mazungumzo mafupi ya simu na Trump kama ya kirafiki, lakini yasiyo na matunda huku akionyesha nia ya mazungumzo ma zito kuhusu dawa za kulevya na ushirikiano wa mafuta. Alisisitiza kuwa hata kuwa anaondoka Venezuela licha ya vitisho. Marekani ilikuwa ikilenga mali za Venezuela ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu inayohusiana na dawa za kulevya kama sehemu ya juhudi kubwa za kumwondoa Maduro na kurejesha kile Trump alichokiita serikali halali. Hii inalenga juu ya mura wa awali wa Trump elfu mbili kumi na saba elfu mbili ishirini na moja ambapo aliweka vikwazo vikali, huku akimtambua kiongozi wa chama cha upinzani Juan Guaido na kumshtaki Maduro kwa mashtaka ya dawa za kulevya. Katika ripoti zenye ushahidi na video kwenye mitandao no ya kijamii zinaonyesha ndege za kivita za Marekani na helikopta juu ya anga ya Venezuela wakati wa mashambulizi, ambapo Trump amepanga kufanya mkutano na waandishi wa habari kuelezea kile ambacho kilitokea.